Unaweza pitia majaribu mazito sana hata ukadhani kwamba Mungu amekuacha, ukadhani kwamba Mungu hakusikii. Maana unaweza pitia jaribu mpaka watu wakaanza kukuuliza, ulikosea wapi wewe? mbona unapitia hiki? Bwana asifiwe. Wewe ulikosea wapi? Mbona unapitia mambo haya? Ulikosea wapi wewe? Watu wakaanza kukuuliza namna hiyo, lakini unaweza pita ukiwa na kitu kinachoitwa imani. Unaweza pitia majaribu mazito mpaka watu wakaanza kuwa na maswali juu yako wewe lakini mtu huyo akiwa na neno na akiwa na imani, anapita hayo majaribu. Ukapitia mahali ambapo ni pazito, kukataliwa, kutengwa, kusengenywa, kunenewa maneno ambayo hayafai, kuonewa, lakini ukiwa na imani unapita. Haleluya! ukiwa na imani utapita. Imani ni kuwa na hakika ya ile safari unayoenda. Bwana Yesu asifiwe. Halafu unakuwa na roho ya uvumilivu pale ndani, unasikia mishale hiyo inapiga, lakini hiyo mishale haikutoi kwenye laini. Wasimama kwenye laini, utapita. Haleluya. Mungu wako kutambulika. Mungu wako ana nguvu, atatambulika kupitia imani na uvumilivu, ndo atatambulika. Mungu wako anafanya kazi.